Bashasha Simba kama Barcelona. Yani, hiyo ndio Simba, yeah. Hii Simba tulikuwa naitaka sisi, mm. Yeah. Sasa mwandishi, awali ya yote kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu, mm. kwa ushindi wa leo na zaidi, mimi huwa kila siku nilikuwa nasema kwamba timu ambayo itailetea heshima Tanzania ni Simba tu, amna klabu zaidi ya Simba. Kwa hiyo leo tumeheshimisha taifa la Tanzania tumeiheshimisha taifa la Tanzania. Ni, ni hizi goli tatu tu au kuna kingine? Ah, sasa ndio ushindi huo mm. Huu ni ushindi mkubwa sio mdogo wa kimataifa ambao wengine wanajaribu kutuiga lakini wanashindwa bado ndio hao utopolo nyuma mwiko. Yaani kadri tunavyowafundisha mpira kimataifa unachezwaje mm. lakini hawawezi. Kwa nini mnawafundisha Yanga? Unajua, unajua mwandishi mm. nikwambie kwamba wao walikuwa nasema kwamba kocha wetu matatu eh, sawa bwana eh, alikuwa hana, hana vyeti ya kusimama kwenye benchi eh. Lakini wao kocha wao sio alikuwa na vyeti eh. Kafanywa nini jana? Huyu ambaye alikuwa na vyeti kafanywa nini jana kwa nani bora kwa, u, u, u kwa hiyo kwanza mimi wa, nawaambia nawatumia salamu mm. kwamba huyu kocha wetu kwanza ana vyeti ndio maana leo alisimama kwenye benchi la ufundi mm. So, masema manager kusimama pale? Unajua mwandishi, hao timu hawana wakubali, kocha imekuwa amekuwa kafara wa mbuzi wa kafara hawana timu yeah. Wajenge timu timu hawana yeah. Leo leo, unajua mpira uliopigwa leo hmm. Mpira uliopigwa leo zamani, kulikuwa na mpira ulikuwa naitwa mpira samba samba huo mpira samba wa Kibrazili ndo umerudi sasa hivi, kwa hiyo Simba kama Brazili niye wakati hata mjazaliwa. Hey. Ulikuwa ulikuwa naitwa mpira samba ndo, <laughs> huo umepigwa leo mpira, alafu fikiria, hey. kwamba sisi wakati Fadlu alikuwa na kikosi chake huyu tatu amekuja na kikosi chake hey. Lakini angalia kwamba waandishi mkubali hey. kwamba leo Simba ina kikosi kipana hey. Anaingia ni chuma, anayetoka ni chuma leo. Wakati kabla mpira hujaanza, tulivyoona kikosi tukamwona, yuko nangu, tukaona mabadiliko kadhaa, tukawa na wasiwasi, lakini huyu kocha ametuistimisha, yani ametuhishimisha huyu kocha, yani tunamwamini kwa asilimia mia. Na leo leo, si wanasema matatu leo, matatu yake aliificha, si mliona yeding tu zilikuwa naonekana sasa ikingeonekana matatu eh, ndio ungehesabu unge magoli zaidi oh. Leo unajua leo, oh, mwandishi eh, tulikuwa na tamani mpira uchoze dakika mia moja themanini eh, ulitamani hilo na tusifunge goli eh, lakini tuone mpira Samba mpira eh, burudani mpira burudani. Hii yaani ndio Simba tulikuwa naitaka sisi. Mleto, na hao, mleto, mleto, hao, hao nyuma mwiko mm. Wasahau hata makundi hawaingii. Hifadhi maneno yangu haya, klabingo hawaingii hata makundi mwandishi. Kocha ameshamtoa, hawana timu mwandishi, hawana timu usajili bora, usajili gani? Usajili gani zaidi ya wazetu pale? Kuna usajili gani? Wao wanamtegemea mtu mmoja tu, pakome naye kuisha kazi, hamna kitu. Unajua unajua unajua mwandishi. Wao wanatamba ligi za ndani, lakini kimataifa hawawezi. Hapo kuna bahasha, hapo kuna marefari unacheza nao, hapo kuna dham, kudhamini timu nane, kimataifa. Vitu hivyo havipo, ndio mm, maana wanashindwa na hawataweza. Wewe unasemaje sasa kwenye levo zenu za kimataifa? Ah, un unauliza jibu, mm, unauliza jibu. Kuna timu gani Tanzania ambayo kimataifa inafanya vizuri? Kama na mimi dupo, na mimi namtumia salamu yeah, rais wetu kama yeye Yanga ahamie Simba apate raha ah. Na au mwambie na engineer, sasa unamwona na engineer sasa. Ahamie kwenu engineer engineer. Yeah. Engineer kama tu hapo, ngoja nikwambie, ngoja nikwambie penye ukweli yeah, nitaongea ukweli yeah. Kama engineer, tungeruhusiwa kumsajili kiongozi tungemsajili yeah. Mimi namkubali engineer namkubali, penye ukweli nitaongea ukweli, hiyo tungempa nafasi, tunajua akeka... lakini akeka kweli engineer, mimi huwa nimemsifia na naendelea kumsifia a. A. kwamba amepata cheo cha kwenye SCA na FIFA kutokana na kitu ambacho amekionyesha. Kwa pale Yanga, mtu, mtu ni engineer ni basi timu ha wana hamna kitu pale, yule ndo ana sana ya kujifunza tena ajifunze sana, huyu mwenyekiti wetu ndo mm, ajifunze kama kiongozi anatakiwa aina hiyo. Mchezaji gani leo amekufurahisha kwenye performance kwenye mchezo wenu wa leo mabao matatu kwa sifuri? Unajua mwandishi, leo timu ilivyocheza ilikuwa full commitment, wamejituma, ambayo sisi washabiki na wanachama tunataka kwamba mtu apiganie nembo ya Simba ndo hivi leo mpira uliochezwa, na sio leo, tunataka huu mwendelezo uwepo na wote wamenikosha, wachezaji wangu wote wamenikosha. Kibudani si vipi? Nakwambia yule ni superb, yule ni superb Kibudi. tunamshukuru ametufungia magoli mawili na kwa ujumla timu nzima nawashukuru, na, na benchi la ufundi Wendi. Uh, umezungumzia hapo kudhamini timu nane hapo kuna muda tukiwauliza wao kuhusu kudhamini timu nane wanaturudisha, na Simba nao tumeidhamini kwani mbona tunaifunga sana sasa mwandishi nikwambie, hmm, unaponiuliza swala hiyo timu nimekwambia nane katika timu nane wanapata pointi 48 za bure, pointi 48 za bure, nikupe data hapo. Lakini bado mwisho wa mchezo au kabla ya mechi moja ambayo ilikuwa bado tucheze nao tumalizie, bado tofauti ilikuwa ya pointi moja. Kwa hiyo nani bora hapo? Ah, sasa pointi 48, toa hizo walizo pointi walizokuwa nazo hizi za bure sasa ndio, hiyo tunapigania kelele kwamba hatutaki figisu hizi, mm. sisi tunataka bingwa wapatikane wa haki. Ndio maana sisi kwa figisu hizi tuko radhi ubingwa wawe anachukua kila mwaka, sisi tuko kimataifa, tunatamba kimataifa. kabisa kabisa, ndio wenyewe sisi mm. una, una neno gani kwa kocha aliyefukuzwa pale wa Yanga? Roman Fons kaonewa, kocha wamemuonea. Ah, wamemuonea mwandishi. Hey, tuongee tuongee ukweli hey. Kocha kweli wamemwonea mimi hata jana kwa Kiingereza nilimtumia ujumbe false kwamba bwana usiache... Yani, yani usiache Yanga hii. Kwa Kiingereza unamwambiaje? In English. Nilimwambia kwamba false <laughs> don't leave utopolo, <laughs> don't leave utopolo. <laughs> Nilichanganya Kiswahili, utopolo hili anajua <laughs> Uto <polo>. Mimi siwezi mimi... <laughs> <Selsu> kuongea <laughs> Yanga anaelewa kisha anajua Ah <laughs> <Anajua he. laughs> <laughs> sisi ndo tumemwelekeza kwamba hii utopolo <laughs> kwa mimi ah, nilimtumia ujumbe kwamba hii hii yeah. Don't leave utopolo yeah. You are a excellent coach yes, but they don't have players who can perform. Ah. Nili no, hey, a ah. Nilitumia ujumbe huo kimenyoka. Alijibuje? Alijibuje? Ah, sasa ajanjibu i nimemtumia ujumbe ah, sasa nasubiri ajibu lake, lakini ndio wameshamwondoa, itakuwa na maumivu eh, yeah. Wameshamwondoa, wamemwonea, timu hawana mm, nyuma mwiko, timu hawana <tune> Ni kocha, la Roma, ni kocha mzuri. Sisi sisi hatumhitaji, tumeshampata tatu labda. Kama tunaye manager, sisi tunatamba na manager. Tushavuka hizo level. Ah, level hii hatupo tena. Sisi kama kocha kocha, hatuna sisi, tuna meneja sasa hivi wa timu, makocha kocha hamna. Hiyo din alipo, sisi tuko level kubwa, sisi tuko ndio maana mwandishi, sisi tuko kwenye level ya kimataifa ndo levo yetu sisi hatuwezi kuongea na utupolo. Eh, eh. Ah bwana, safari njema.